Ati polisi wanaweka roadblock nisiingie Narok. Nimefika? Sijafika? Nimefika? Sijafika? hii serikali ya Kasongo inaogopa mimi, Rigathi inaniogopa zaidi, ati polisi zaidi elfu moja ati wanizuie kufika narok, ndio niongee na watu wa Narok. Harambee, harambee! Msiogope, hii ni vijana wachache hiyo vijana hiyo ni watu wachache sana mudili na hawa vile natakikana na musiogope, na musiushula musio uaga mamazai na Narok masikode masikode, ataingia ataingia, harambe, harambe. Maskode anatosha, atoshi aingie asiingie Kasoko muko naye ndio itafanya wewe kuwe one time, sindio? Arambe, arambe, kasoko ni one time, si one time? Ole ntutu ni one time, si one time? Maskonde aziingia aziingie, aongee asiongee, wacha tumbatie maskonde nafasi Salala. Ni nyinyi hawa. Ni nyinyi kujeni, wananchi <tipos>